Kuna watu maisha yao yanaonekana kama miujiza, kila wanachogusa kinafanikiwa. Wengine, kila wakianza kitu, kinavunjika katikati. Swali ni hili, nini tofauti kati ya waliofanikiwa kwa uthabiti na wanaofanikiwa kwa bahati mbaya? Leo nitakufunulia siri kumi za kujenga mafanikio yasiyoyumba, siri ambazo zinatokana na sayansi ya saikolojia ya mafanikio. Kama utazitumia, hautahitaji bahati tena utajenga msingi ambao hauwezi kuyumba hata upepo ukivuma. Lakini kabla hatujaanza, nataka ufanye kitu kimoja: bonyeza subscribe kwenye channel hii Fikra Chanya na share kwa mtu ambaye unajua anapigana kimya kimya kujijenga. Siri ya kwanza: amini katika kile unachokifanya. Kila kitu huanza na imani. Kama huna imani, hakuna uthabiti. Unaweza kuwa na talanta, elimu na hata pesa lakini kama akili yako haina alignment na kile unachofanya utaishia kujiuliza kila hatua. Kwa saikolojia inaita hii cognitive alignment, ulinganifu wa fikra na matendo. Inamaanisha akili yako inakubali kwamba kile unachofanya kina maana. Watu wanaofanikiwa sana hawaanzi biashara kwa sababu ni trending, wanaanza kwa sababu wanaamini ndani kabisa kuwa hii ni sehemu ya wito wao. Uliza nafsi yako, je, mimi naamini kweli kile ninachokifanya au nafanya tu kwa presha ya watu? Fanya kitu kinachoendana na imani yako, sio hisia za muda. Siri ya pili: kuwa na imani hata kama inaonekana kama upumbavu. Watu wakikucheka, wakiona haieleweki, hapo ndipo unajua unaelekea sahihi. Mafanikio mengi makubwa duniani yalionekana upumbavu kabla hayajawa historia. Saikolojia self affirmation bias akili na tabia ya kuthibitisha kile unachokiamini. Unapoamini kitu kwa nguvu, akili inaanza kutafuta ushahidi wa kukithibitisha. Kila kitu huanza kichwani, hata ndege ziliruka kwanza kwenye akili ya mtu kabla ya anga. Aminia ushahidi unaokuja, sio unaoonekana. Dunia inaamini baada ya matokeo, wewe aminia kabla. Siri ya tatu, usikate tamaa. Watu wengi wanafika hatua ya mwisho halafu wanaacha lakini psychology inasema uvumilivu ni msuli ya akili, si bahati. Learned optimism ni uwezo wa kufundisha akili yako kuona mema hata katikati ya giza. Watu wenye optimism hawapuuzi matatizo, wanajua ni sehemu ya safari. Ukiwa na mtazamo huu, kila changamoto inakuwa jimi ya akili. Mafanikio sio matokeo ya kwanza, ni matokeo ya kutokata tamaa. Siri ya nne: kubali kilicho Acha kilichopita, uminia kinachokuja. Ukiendelea kubeba jana, hautaweza kushika kesho. Kila mafanikio thabiti yanahitaji uwezo wa kuachilia. Saikolojia emotional regulation plus acceptance therapy. Unapokubali kilichotokea, unajipa nafasi ya kupona. Amani ya moyo ni mafuto ya akili yenye ubunifu. Kubali, jifunze, endelea. Maisha ni mwendelezo, sio marudio. Siri ya tano: kila kitu kina wakati wake. Watu wengi wanataka matokeo ya leo kwa juhudi za jana, lakini mafanikio thabiti hujengwa hatua kwa hatua. Temporal patience ni subira ya muda. Watafiti wa Stanford waliona kuwa watu wenye uwezo wa kusubiri hupata matokeo bora zaidi, the marshmallow experiment mfano. Hata mti wa mwaklo mkubwa ulikuwa mbegu ndogo iliyovumilia upepo. Baki kwenye mstari wako, usiangalie saa ya mwingine. Muda wako unakuja, endelea kujenga. Siri ya sita: zingatia mazuri na mazuri yataongezeka. Kila unachokiangalia kinakuwa. Ukizingatia makosa, utaona makosa zaidi. Ukizingatia fursa, utaanza kuziona kila mahali. Positive reinforcement, akili inaimarisha kile unachokipa nguvu ya fikra. Shukrani si hisia ni mazoezi ya kuona mazuri kila siku. Tumia nguvu ya shukrani kuimarisha akili. Furaha inaleta motivation, motivation inaleta matokeo. Siri ya saba: kila sekunde ni nafasi mpya, hujachelewa. Kila sekunde ni mwanzo mpya. Kosa kubwa ni kuamini kuwa tumepoteza muda. Neuroplasticity plus hope therapy: ubongo hubadilika kila siku kulingana na fikra zako. Kila wazo jema ni programu mpya ya maisha yako. Usijilaumu, anza leo, anza tena, hata mara elfu moja bado inawezekana. Siri ya nane: haijalishi unajisikiaje, amka, vaa, fanya. Uthabiti hujengwi kwa hisia, unajengwa kwa vitendo. Watu wenye mafanikio hawasubiri motivation, wanachukua hatua hata bila hamasa. Behavioral activation: kuchukua hatua huchochea hisia chanya, si kinyume. Wakati mwingine unalazimika kwenda gym ukiwa umechoka. Baada ya dakika kumi nguvu zinakuja. Usisubiri ujisikie vizuri, fanya kwanza, hisia zitaelewa baadaye. Siri ya tisa: kuwa mwaminifu kwenye kila unachofanya. Mtu wa kweli anafanya sawa hata bila kushuhudiwa. Huu ndio msingi wa uthabiti wa kweli, identity based consistency. Unafanya mambo kwa sababu yanaendana na utambulisho wako, sio mazingira Kadri unavyokuwa mwaminifu kwa maadili yako ndivyo unavyokuwa thabiti zaidi, hakuna kuchanganyikiwa. Fanya kwa uadilifu, fanya kwa ubora, fanya kwa sababu ndicho wewe. Siri ya kumi, usikome mtaka ujivunie. Mafanikio sio pesa, ni kujivunia safari yako. Hii ndiyo hatua ya juu kabisa ya ukuaji wa akili, self actualization. Ni hali ambayo hauna haja ya kuthibitishwa, kwa sababu unajua thamani yako. Watu kama hawa hawatikisiki na kelele, wanatembea na utulivu wa ndani. Fanya kazi kwa bidii, lakini zaidi ya yote, fanya hadi ujivunie. Sasa unajua siri kumi za kujenga mafanikio yasiyoyumba. Hizi si tu maneno, ni misingi ya saikolojia ya mafanikio iliyothibitishwa na tafiti na maisha ya wale waliotengeneza historia. Kama umependa video hii, bonyeza like, subscribe kwenye channel hii Fikra Chanya, naandika komenti moja tu Niko kwenye safari ya mafanikio yasiyoyumba.